Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB, dakika kivyovyote. Mtazamaji wa Global TV, hopeful utakuwa umeanza Disemba yako ya mwaka huu 2017 ukiwa na furaha kabisa. Karibu katika Global Entertainment. I'm going by the name of Isri Mohamed. Of course, tukio kubwa leo kibongobongo ni kuhusiana na Wema Sepetu kutoka Chadema kuhamia CCM. Wema ambaye kwa sasa hayuko nchini, lakini amethibitisha hilo kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo ameandika maneno yafuatayo Siwezi kuendelea kuishi kwenye nyumba inayonikosesha amani, peace of mind is everything for me. Natangaza rasmi kuondoka Chadema na kurudi nyumbani, there's no place like home, feels good to be back. Hiyo ndiyo ilikuwa posti ya Wema Sepetu kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo amethibitisha kabisa kama amerudi CCM, ambapo mwenyewe anasema there's no place like home, feels good to be back mastaa mbalimbali baada ya kupata taarifa hii hapa ya kwamba Wema amerudi CCM kupitia mitandao yao ya kijamii, tukianza na Steve Nyerere aliposti picha kumi na sita akiwa na Wema Sepetu, lakini pia picha nyingine za matukio mbalimbali mbali ambayo Wema Sepetu alihudhuria alipokuwa CCM. Picha ni nyingi sana, kupitia ukurasa wa wa Instagram wa Steve Nyerere, ambapo picha yake ya kwanza aliandika, ha, mnaaibika sasa, aya nitukaneni tena Safi, kamati kama nawaona maneno ya Steve Nyerere. Akaposti picha nyingine akiwa yeye na Wema Sepetu na kuandika wewe niliwahi kusema, tubakishe akiba ya maneno. Steve Nyerere kuishia hapo, tena akaendelea, akaposti picha nyingine aliyokuwa yeye na Wema Sepetu akasema katika siku nimefurahi leo, Mungu amesikia maombi yangu, asante Wema. Hakuishia hapo, akaendelea kuposti na picha nyingine ambayo Wema alikuwa akishiriki mambo mbalimbali, especially ile kampeni ambayo alikuwa ameianzisha wanawake wote, ya mama ongea na mwanao. Hakuishia hapo, akaposti picha nyingine ya Wema Sepetu akiwa na makamu wa rais, mama Samia Suluhu Hassan, wakati wakiendelea na ile kampeni yao ya mama ongea na mwanao, lakini picha hii hakuwa ameiambatanisha na neno lolote lile. Picha nyingine akaiposti Wema pia akiwa na Steve Nyerere jukwaani, wameshika mike walipokuwa akihudhuria matamasha mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu kupitia kikundi chao cha mama ongea na mwanao. Akaposti picha nyingine Wema akiwa ameshika bendera ya CCM akaiambatanisha na maneno imependeza kurudi nyumbani. Picha nyingine akaposti akaandika itapendeza Steve akuishia hapo, akaendelea, akaposti picha nyingine, akasema Wema mama anakuuliza hivi kweli? Picha nyingine ya Steve Nyerere ameposti Wema akiwa amevaa kikoti cha rangi ya kijani ambayo ina represent CCM, na picha nyingine akaposti, akaandika nakupenda sana, umekuwa sasa <laughs> Wema ulikuwa unanipa mawazo kila kukicha, nadhani leo mtakesha, sivyo? Akaposti picha nyingine wakiwa katika harakati zao za kutoa elimu kupitia kikundi cha mama ongea na mwanao na bongo movies wengine. Akaposti tuafu akaandika mama, mama, mama. Akaendelea kwa kuposti picha nyingine akaandika mama, leo ni shida yani leo machela kwangu inahusika. Akaposti picha nyingine, Wema Sepetu akiwa anapiga selfie na Mama Samia Suluhu, akaandika mwanangu, karibu mwanangu, njoo mwanangu, mwanangu, siamini yani, embu nionyeshe sms za CHADEMA. <laughs> mwanangu, mwa, ha ha, mwanangu. Ay likuwa ni maneno ya Steve Nyerere kupitia ukurasa wake wa Instagram. Akaposti picha nyingine ambayo Wema yuko na mastaa mbalimbali wa Bongo akiwemo Batuli tea kati Katirupia anamwona Wastara. Akaposti tu picha ambayo imecontain hao masta na kuandika pia neno CCM bila kuandika caption yoyote ile. Picha nyingine ya mwisho ni Steve Nyerere ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, anasema unasemaje? Rudi, nimerudi. Kingine uzalendo kwanza. Hizo ndo picha ambazo Steve Nyerere ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Picha takribani kumi na sita baada tu ya kusikia kwamba Wema ameshifti kutoka Chadema na kuhamia CCM. Tukiachana na Steve Nyerere, tunarudi kwa Alberto Msando ambaye ni mwanasheria huyu ambaye naye juzi kati tu alitangaza kurudi CCM. Alianza kwa kuandika kwa kumtagu Wema Sepetu, we spoke and I repeat, watakutukana watajaribu kukudhalilisha, watatumia nguvu kubwa kuonyesha hufai watakuombea mabaya, watatamani uanguke, watapenda uwe mnyonge, ila ukweli wanaujua. Ni suala la muda tu, ukweli utajulikana. Muda ni kila kitu. Maamuzi haya ni sahihi, na yoyote ambaye anakujali wewe kama rafiki ataelewa. Ni maisha yako, ni kesho yako, ni Tanzania yako. Akamalizia kwa kumtagu Wema Sepetu na akaweka hashtag for those who love to hate hashtag haya wataanza uongo wao maamuzi binafsi akaweka hashtag na bado hashtag sindano hashtag maumivi ya kichwa hashtag kuwa ngazi sasa basi the don akamtagi pia mheshimiwa pole humphrey polepole pole. akaandika she is back hiyo ndio ilikuwa post ya alberto uh, msando kupitia ukurasa wake wa instagram Tukiachana na Alberto Msando tunarudi katika page ya Wema Sepetu ambayo ameposti hiyo picha yake ya CCM na kutangaza kuwa ameyama. Chini ya picha hii kuna comment ya mwanamuziki Snura Mushi ambaye yeye alicomment kwa kusema oyo, umetisha kada mwenzangu, hani wangu, akamwekea vikopa kopa, akamwambia karibu nyumbani, tulikumisi na hayo ndo maneno ya Snura Mush, ambaye alicomment kwenye picha ya Wemasepetu ambaye ameposti na kutangaza kuwa amerudi nyumbani. Mimi naitwa Isri Mohamed, ni hayo tu nilikuwa nayo kwenye Global Entertainment kuhusiana na ishu ya Wemasepetu kutoka Chadema na kurudi CCM. Make sure una subscribe katika YouTube chaneli yetu ili uweze kujoin kwenye familia ya Global Entertainment.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 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi elfu 1 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia dro kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na na drow za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu.

kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri. chagua pindua pindua. Vodacom. Vodacom. Power to you. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na, na Global Publishers. Vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.